Unapata shida kusoma maandishi madogo madogo kwenye iPhone yako? Basi tazama hapa namna ya kubadilisha size ya maandishi kwenye iPhone yako. Kwanza kabisa, swipe juu kulia kwenye iPhone yako ili kufungua control center, kisha bonyeza na kushikilia screen yako mpaka uone hapo chini kipengele cha add a control. Gusa hapo kwenye kipengele cha add a control, then chagua kipengele cha text size hapa utakuwa umemaliza. Sasa ukitaka kuongeza size ya maandishi labda ukiwa unasoma message au email, unachotakiwa kufanya ni kuswipe juu kidogo kutoka kwenye screen yako ili kufungua control center na kisha utap hapo kwenye kipengele cha text size, na utumie baa hiyo kuongeza au kupunguza size au ukubwa wa maandishi. Usipate shida tena kusoma maandishi madogo kwenye iPhone, tumia kipengele cha text size kuongeza size ya maandishi kwenye iPhone yako. Kutumia iPhone ni rahisi sana. Basi kama umefurahia video hii, naomba ulike hii video u, usubscribe pia kwenye channel yetu, lakini pia uniandikie comment hapo chini ni kitu gani ungependa kufahamu kwenye iPhone, na then labda kwenye next video naweza nikafanya video kufundisha kitu ulichouliza. Until next time, kumbuka iStore tunakupa amani ya moyoni.